Ujambo, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama kabisa. Hotuba ya rais Dr. Samia Sulu Hassan jana akiwa bungeni amezungumza vitu vingi sana, lakini pia kwa mara ya kwanza amegusia vurugu zilizotokea Oktoba 29 ambapo siku hiyo taifa la Tanzania lilikuwa likifanya uchaguzi mkuu kuwachagua madiwani wa bunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliibuka akidedea kwa ushindi wa asilimia zaidi ya 97. Lakini pia siku hiyo tukashuhudia maandamano makubwa yakitokea Tanzania kwa mara ya kwanza, na vyombo vya ulinzi na usalama vikatumia nguvu kubwa mno katika kutuliza maandamano na kupelekea vipo vya maelfu ya vijana wa Kitanzania ambao walitoka kuandamana, lakini pia wengine hata hawakutoka kuandamana, walifuatwa majumbani, kwa mujibu wa mashuhuda, na wakauawa. Tumeshuhudia matamko mbalimbali mbali kutoka, e, kutoka, e, kutoka taasisi mbalimbali mbali za kidini taasisi mbalimbali mbali za kidini wakilaani vikali kilichotokea lakini pia jana tukashuhudia BAKWATA nao wakitoa tamko lao na kudai ya kwamba wale wote waliohamasisha maandamano wakamatwe kwa sababu wao ndio waliopelekea vifo vya vijana wa Kitanzania. Cha kushangaza zaidi BAKWATA wanasema kwamba amani ndiyo inaleta au inazaa haki, kwamba bila amani hakuna haki. Kitu cha kushangaza zaidi hiki na tunafahamu kwamba bila haki huwezi kuwa na amani, bila haki huwezi kuwa na amani. Haki ikikosekanika sehemu yoyote ile huwezi kuwa na amani. Tunapozungumzia haki tunamaanisha nini? Na tunapozungumzia amani tunamaanisha nini? Ni vitu viwili tofauti, lakini kwa namna moja ama nyingine vinaendana. Kwa hiyo Bakwata kusema kwamba Bakwata kusema kwamba e, amani ndiyo inaleta haki ni jambo la kushangaza mno. Lakini nikwambie kwa jinsi tunavyofahamu ni kwamba haki inahusu hali ya kuwa sawa, haki inahusu hali ya kuwa sawa. Hali ya kuwa sawa kivipi? Kufuata sheria na kutokuwa na upendeleo, hiyo ndiyo haki kimsingi. Haki inamaanisha usawa mbele ya sheria, kila mtu kutendewa sawasawa na sheria bila kujali hadhi, rangi, jinsia au imani. Hiyo ndio haki. Lakini pia haki inamaanisha kurekebisha makosa. Haki inahusisha mfumo wa kisheria na kimaadili unaotafuta kutoa fidia kwa waliofanyiwa uovu na kuadhibu waliofanya uovu. Hiyo ndio haki mm? Kutimiziwa kutimizwa kwa wajibu inahusu kuhakikisha kila mtu anapata anachostahili na kwamba haki za msingi za binadamu zinalindwa. Kwa hiyo haki inalenga utaratibu wa usawa na kurekebisha yaliyopita au yaliyopo. Hiyo ndiyo haki. Lakini unapozungumzia amani, amani inahusu hali ya utulivu, ukosefu wa vurugu, vita au migogoro ya wazi. Amani ndiyo tafsiri yake hiyo kwamba kunakuwa na amani, hakuna vurugu vita au migogoro ya wazi. Lakini bila kutokuwa na haki, amani itatoka wapi? Watu wananyanyaswa, watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanataka katiba mpya, lakini uongozi e, unachelewesha una, una, una kupatikana au mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya. Hapa John Heche ameandika mambo mazito mno, e, kutokana na hotuba ya mheshimiwa rais, lakini pia katika vile ambavyo ameviandika hapa John H ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema ameambatanisha pia video ya mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan akizungumzia kuhusu watu kutaka katiba mpya, lakini pia video ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere baba wa taifa alivyozungumzia kuhusu katiba. Bila katiba hakuna maendeleo, hakutakuwa na usawa katika taifa bila kufuata katiba tutaangalia hapa alichokiandika Heche, lakini pia kile ambacho alikizungumza rais na Heche, namna ambavyo amekichambua kile ambacho rais amekizungumza jana. Unakumbuka rais alisema kwamba wameunda tume kwa ajili ya kuchunguza vurugu ambazo zimetokea Oktoba 29 pamoja na mauaji ya maelfu ya vijana wa Kitanzania. Kumbuka Murilo alisema kwamba video nyingi ambazo zimesambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni video za kutengeneza, akifanyiwa mahojiano na dochivele DW eh, Kiswahili. Lakini pia eh, tumeona BBC wao wamefanya uchunguzi kwa kina na kuanika kila kitu wazi namna ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama vilitumia nguvu kubwa mno katika kutuliza vurugu au ghasia ambazo zilitokea Oktoba 29 na kuendelea na kupelekea vipo vya watu wengi sana, kwa hiyo huku watu wanazidi kuvumbua maovu lakini huku eh, kamanda, wa, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo anasema kwamba video nyingi ni za kutengeneza. Cha kushangaza ni kwamba hata jeshi la polisi pia walikiri kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekuja kufanya vurugu Tanzania wametoka nchi jirani. Jambo la kushangaza, siku rais ambapo anaapishwa, wakati anahutubia alisema kwamba cha kushangaza zaidi na kusikitisha ni kwamba E, ni, ni kwamba vijana wengi ambao wamefanya vurugu na kuandamana wametoka nje ya Tanzania. Sasa jana imekuaje tena? Anasema e, tunaomboleza e, tusimame dakika moja kuomboleza vifo vya Watanzania waliopoteza maisha. Mwanzo alisema hawakuwa Watanzania. Sasa hizi nasema tuomboleze. Ni jambo la kushangaza lakini pia linafikirisha sana. Kwa hiyo Bakwata pia kuzungumzia kuhusu amani ndio naleta haki ni jambo la kushangaza sana. Sijui tuna e, tuna, tuna viongozi wa namna gani? Au huwa wanafikiria nini kabla hawajatoka hadharani na kuja kuzungumza? Yani kiongozi kabisa wa Bakwata anasimama na kusema kwamba mimi ninapishana na hoja ya wenzetu wa Kanisa Katoliki ambapo alizungumza kwamba haki inaleta amani, akasema kwamba ndani ya siku tano ambazo Tanzania ilikuwa kwenye lockdown tumeshuhudia watoto hawajaenda shule, watu wamekosa chakula wakiwa ndani, huduma za muhimu hazijapatikana. Halafu akasema unasemaje kwamba haki inaleta amani. Hivi amejaribu kujifikiria kwamba imekuwaje mpaka tumefika hapo, mpaka lockdown, vijana wanaandamana, e, jenzi wanaandamana, tumefikaje hapo? BAKWATA wanatakiwa kujitafakari sana, kama ni uchawa Aise, ni jambo la kusikitisha sana kama tunakuwa na viongozi wa namna hii. BAKWATA pamoja na na viongozi na taasisi tuseme za Kiislamu e, viongozi wanatakiwa kujitafakari sana kwa kwa namna ambavyo wana wanatafakari na kuja kuzungumza kwa umma. Ulisikia wapi hata duniani kote wanasema kwamba amani inaleta haki? Ni jambo la kushangaza sana. Tumeshuhudia kila siku e, taasisi za kidini mbalimbali zinahubiri kuhusu haki. Haki ikitendeka, basi amani itakuwepo, watu wasipotekwa, watu wakisikilizwa maoni yao, haya yote yasingetokea. Kwa hiyo, bila haki, watu wakitendewa negative, usitegemee kwamba amani itakuwepo. Kwa hiyo, BAKWATA wanatakiwa wajitafakari sana. Nimejaribu kuzungumzia hili kwa sababu sote ni Watanzania by the way na tunatakiwa eh, kujuzana vile vitu ambavyo vya muhimu ambavyo kwa namna moja ama nyingine kipikla vitatufanya tuzidi kukua na kusonga mbele. Kwa hiyo kifupi, ni sema tu kwamba haki ni sharti muhimu ili kupikia amani ya kweli na ya kudumu. Bila haki huwezi kupata amani ya kudumu. Amani bila haki mara nyingi ni amani hasi ambayo ni hali ya utulivu wa muda mfupi tu. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho nilitaka nikuambie hapa e, utofauti wa amani pamoja na haki. Lakini pia kutokana na kila ambacho Bakwata wamekizungumza, sasa nirudi hapa hiki ambacho amekiandika John Heche. Kumbuka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba wameunda tume kwa ajili ya kuchunguza kile kilichotokea posti. Hii ya makamu mwenyekiti wa Chadema imepata reaction kubwa sana, kuna comment zaidi ya elfu nne na mia tatu ishirini na sita lakini pia watu ambao wameliposti posti hii ni watu zaidi ya laki ni watu zaidi ya elfu moja na mia moja walioshea ni watu mia moja na kumi. Ameposti bendera ya Tanzania na hapa ni ikiwa na damu e, tunajua taifa la Tanzania damu nyingi sana imemwagika. Ameandika hapa Heche kwamba huwezi kufanya uhalifu alafu ukajichunguza wewe mwenyewe. Kumbuka kwamba vyombo vya ulinzi na usalama ndio vimefanya jambo hili eh? Vyombo vya ulinzi na usalama, kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine vilikuwa vinapokea amri kutoka sehemu fulani. Vyombo vya ulinzi na usalama, kuna, kuna, kuna kanuni na sheria pia za namna ya kutuliza ghasia. Wametumia nguvu kubwa mno katika kutuliza maandamano mpaka kupelekea damu nyingi kumwagika na watu kupotea. Heche anasema huwezi kufanya uhalifu alafu kajichunguza wewe mwenyewe. Na kurudisha nyuma kidogo, tukio la kutekwa kwa kiongozi wa chama cha Chadema Ali Mohamed Kibao mchana kabisa kwenye basi, vijana waliokuwa na silaha nzito za kivita wakaingia kwenye basi, wakaondoka naye, na kesho akapatikana akiwa amepoteza maisha. Ndipo mheshimiwa rais, wakati anazungumzia ya jambo hilo, alitoa kauli moja ambayo mpaka sasa inaishi kwenye mioyo ya Watanzania wengi sana, kwamba kifo ni kifo tu. Kauli hii sidhani kama itakuja kutoka mioyoni mwa Watanzania, lakini pia rais akasema kwamba tume imeundwa haraka e, kutu, kuchunguza hiki ambacho kimetokea, kipo cha Ali Mohamed Kibao. Lakini mpaka leo hii kuna kitu chochote ambacho umekisikia e, kwamba waliohusika na tukio la kutekwa kwa Ali Mohamed Kibao ni wakina nani? Wakina nani wamemuua? Ni jambo ambalo halijatokea yametokea matukio mengi sana. Sativa alitekwa na akatupwa huko Katabi. Sativa amewataja mpaka waliohusika, amepita katika vituo vya polisi kadhaa mpaka na kwenda kuuawa, lakini Mungu ni mwema, akashindikana. Sativa amewataja wote waliohusika na kutaja mpaka vituo vya polisi ambavyo alipelekwa, lakini umeshuhudia ni hatua gani za kipolisi ambazo zimechukuliwa? Hapana tafsiri yake ni nini yote haya kwamba satifa aliwataja polisi wanahusika polisi watachunguzaje kitu ambacho wao wenyewe ndio wamekitenda ni jambo gumu sana kwa hiyo hata hapa hicho anasema kwamba vyombo vya ulinzi na usalama e, kwa namna moja ama nyingine vilihusika video zipo tunawaona e, polisi wakiwaua watanzania halafu nasema kwamba e, uchunguzi ufanyike tume imeundwa kutoka hapa hapa tanzania ya kuchunguza Heche anasema huwezi kufanya uhalifu alafu ukajichunguza wewe mwenyewe. Heche anasema uchunguzi wa kimataifa kutoka chombo huru ndio unaweza kuaminika na Watanzania. tunataka kujua wakina nani wamehusika, kuua, kuteka na kuacha Watanzania na ulemavu wa kudumu. Wapo wengine wameachwa ni yatima watoto, wazazi wameuawa. Heche anasema hili sio jambo la ku kufunikwa na uongo, haitawezekana. Hili sio jambo la kujaribu kufunikwa na uongo, haitawezekana. Kikubwa hata Zitto Kabwe juzi, licha ya kwamba watu wanamwita dalali, kakosa ubunge, kaanza kuzungumza. Unajua Zitto juzi amesema pia hata Tundu Lissu aachiwe. Sasa wanajiuliza Tundu Lissu tangu amekamatwa ni muda mrefu sana, lakini hujawahi kumsikia hata siku moja Zitto akisema kwamba Tundu Lissu aachiwe na tangu zimetokea vurugu za uchaguzi Oktoba 29 na maelfu ya vijana wa Kitanzania wamepoteza maisha, Zito hakuwahi kuzungumza jambo lolote lile. Zimepita kama wiki mbili, anakuja kuzungumza na kusema kwamba waliohusika wote wakamatwe, lakini pia waliotoa amri ya vijana wa Kitanzania au wa Tanzania kuuawa, e, basi wakamatwe na kuchukuliwa hatua. Yani waliotoa amri na waliotekeleza wote wakamatwe amezungumza kitu kizuri sana e, lakini kwa namna moja ama nyingine amechelewa. Heche pia anasema kwamba tujue wakina nani wamehusika e, kuua na kuteka na kuacha Watanzania na ulemavu wa kudumu. Kwa hiyo ni jambo ambalo Heche anasema kwamba tunataka uchunguzi kutoka chombo huru cha kimataifa, ndio chombo ambacho kinaweza kuaminika na Watanzania. wezi kufanya uhalifu alafu kajichunguza wewe mwenyewe Komenti ni nyingi sana hapa. Huyu wa kwanza ni Twaha Mwipaya anasema umemaliza makamu wetu. Mwingine akasema kwamba kwamba kila wakati watakuwa wanaiba uchaguzi, wanacheza faulu na uhai wetu na maisha yetu, kwa kutegemea kuwa tutariziana. Kweli haya ni masihara na dharau. Kumbuka kwamba mheshimiwa rais Dokta Samia Suluhu Hassan pia jana katika hotuba yake amesema kwamba anaviita vyombo vya eh, anaviita vyama vya siasa eh, kwa ajili ya maridhiano, wakazungumze ili kuondoka hapa tulipo, lakini pia kujadili sababu za kwa nini tumefika hapa. Jambo ambalo tunashuhudia Watanzania wengi katika maoni yao hawataki maridhiano, wengi hawataki maridhiano. Maridhiano yatarejesha Watanzania waliopoteza maisha, ni swali ambalo unatakiwa uweze kujiuliza. Kubwa ni kusikiliza Watanzania wanataka nini? Je, utafanya mariziano na vyama vya siasa? Kwani vyama vya siasa ndivyo vilivyo andamana? Watu wanahoji kwamba walioandamana ni wa Tanzania Watanzania, e, ni wa Tanzania. Kwa hiyo ukifanya mariziano na vyama vya siasa sio kwamba umegusa wa Tanzania wengi wanatomo ni yao. Hivyo mwingine anasema kwamba baba, tuna imani na Chadema hawa CCM hapana. Kwa kweli mwingine akasema kwamba da kaka, um, umetosha sasa, sisi wa Tanzania bado tunakupenda. Mwingine akasema kwamba well said, umeiba zen ujikamate, inawezekanaje? E, nimeona kuna tatizo moja Instagram. Kwa wale ambao wanatumia Insta e, ukisoma ukipita katika kila peji, comment mwisho kuonekana ni comment 30 hazionekani zaidi ya hapo, ni tatizo la kiupundi nadhani, lakini watanzania wengi sana wametoa maoni yao hapa. Heche hajaishia hapo, akaposti video hapa, nimekuambia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na video nyingine ni ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisema watu wanaimba kila siku, katiba mpya, katiba mpya. Anasema kama ingekuwa ni kuheshimu, basi tungeheshimu vitabu vya dini, kwamba vitabu vya dini vingeheshimiwa na sio vitu ambavyo watu e, wametoa maoni yao na watu wakaja kuviamini kwamba vinaweza kuleta maendeleo, kitabu ambacho kimeandikwa tu watu wakatoa maoni yao halafu mtegemee kwamba kitabu hicho kitaleta maendeleo, umeona. Lakini kwenye video ya chini hapa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anasema kwamba huwezi kuendelea bila kuheshimu katiba. Heche ameandika kwamba, mtu ambaye katiba ya nchi anaona ni kitabu tu kisicho na maana, mtu ambaye hawezi kuheshimu katiba, kitabu kilichompa mamlaka aliyonayo. Watanzania wako makini na sio wajinga akimaanisha hapa hiki kitu ambacho amekizungumza mheshimiwa rais, kwamba mtu ambaye katiba ya nchi anaona ni kitabu tu kisicho na maana, mtu ambaye hawezi kuheshimu kitabu kilichompa mamlaka aliyonayo, Watanzania wako makini na sio wajinga. Na watu wengi pia hapa wakatoa maoni yao. Huyu wa kwanza akasema kwamba ni kweli kabisa, anafikiri sisi tumelala kama eh, jinsi wasaidizi wake walivyolala. Mwingine akasema kwamba na kwa kuongezea hapo, nikiwa kama Mwislamu ninapenda haki na amani, najua misingi ya dini yangu ni ya haki na amani. Hivyo watanzania wenzangu, tusikubali watu wachache watugawe. Wakristo na Waislamu tumekuwa tukishirikiana katika mambo mbalimbali ya kijamii, mashuleni, maofisini, popote isipokuwa sehemu zetu za ibada tu. Kwa hiyo nikiwa kama Mwislamu Mtanzania, Wakristo na Waislamu ni ndugu, tusikubali wachumia tumbo watu gawe viongozi wetu. BAKWATA wametuangusha. Huyo ametoa moni yake, kila ambacho BAKWATA wamekisema kwamba amani ndiyo inazaa haki. Kitu cha kushangaza kabisa, mwingine akasema kwamba hivi huwa hawampatii hizi klipu za mwalimu asikilize kabla hajaja kwenye video. Mwingine akasema kwamba na katiba ndiyo imemfanya akajikuta rais. Mwingine atasema kwamba nataka kuongea, lakini na ishia kutoa machozi. Hebu niliache kwako Mtanzania, nimejaribu pia kudadavua kwa kina zaidi eh, nawe pia utoe maoni yako hapa, hiki ambacho amekiandika Heche kwamba uwezi ukajichunguza mwenyewe. Kumbuka pia, watu walikuwa nasema ICC takuja kuchunguza. Nimejaribu pia kukuelezea kwenye video nyingi sana kwamba utaratibu wa ICC kuja kufanya uchunguzi katika nchi husika unategemea eh, kufuata kwa baadhi ya vitu na nikaku analizia ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kufuatwa ili ICC waweze kufanya uchunguzi. Nikasema kwamba kwanza ni kwamba e, Umoja wa Mataifa UN wanaweza wakaishawishi ICC, mahakama ya uhalifu ya kimataifa kufanya uchunguzi pale endapo kweli kuna, e, kuna kosa kubwa la kukiuka haki za kibinadamu. Na tumeona juzi e, a, a, hapa Umoja wa Mataifa pia UN umetoa tamko kwamba serikali ya Tanzania haifanya uchunguzi haraka mno na kwa kina kwa vurugu ambazo zimetokea Oktoba 29. Lakini pia kumekuwa na malalamiko ya watu kuto kupewa miili ya ndugu zao kwenda kuwapumzisha, na miili mingine haipatikaniki. Watu wanakwenda hospitali moja baada ya nyingine, na miili ya ndugu zao haipo. Kwa hiyo serikali hakikishe kwamba watu wanapewa miili ya ndugu zao, wakipumzishe kwa heshima. Hii ni, ni jambo kubwa mno umoja wa mataifa kulizungumza na endapo serikali ya Tanzania itashindwa kufanya uchunguzi eh, kufuatia hiki ambacho kimetokea, basi ICC inaweza ikaingilia kati. Lakini swali ni je, vyombo vya ulinzi na usalama tumeshuhudia vikitekeleza yote haya, mimi nawezaje kujichunguza? Tume hiyo iliyoundwa ni tume kutoka wapi? Ndio maana Heche anasema kwa mekiwezekana tunataka tume ya kimataifa ambayo ipo huru ije tungu, i, ichunguze. Na tume hiyo ndiyo itaaminika na Watanzania. Lakini huwezi ukafanya jambo ukafanya mauaji halafu kaja kujichunguza wewe mwenyewe, ni jambo ambalo Heche anasema haliwezekani. Mimi nawapenda sana toche mone yako na hiki ambacho nimekizungumza pia BAKWATA unamoni gani zaidi ya BAKWATA na kila ambacho nimekizungumza, nasema tukutane tena wakati mwingine hapa tuzidi kuhabarishana vitu vingi ambavyo vinazidi kutokea Tanzania.